Tutakuja na mnisikilize, tutakuja kupanga mabasi yakae wapi, kosta zikae wapi, haisi zikae wapi, daladala zikae wapi, watu wa bajaji wapaki wapi, watu wa bodaboda wapaki wapi, na ndivyo tulivyokubaliana na viongozi wenu. Maana sasa stendi inakosa hata heshima ya kuwa stendi ya wilaya, na mmesema ndio, hamna stendi nyingine zaidi ya hii. Sasa hatuwezi kuruhusu mkawa mnafanya vitu vya ovyo ovyo hapa. Halmashauri imekukabidhi stendi hii uisimamie, sio ulete kero kwa wananchi. Umekabidhiwa stendi uisimamie, sio uigombanishe serikali na wananchi. Umepewa stendi uisimamie, sio uwagombanishe viongozi wa serikali na wananchi. Haya sio maelekezo ya viongozi wakuu wa nchi hii watu wanatakuwa wafanye biashara kwa amani. Mambo ya ubabe ubabe hapa hatutaki, sawa sawa Mheshimiwa? Mambo ya ubabe hatutaki, fuata taratibu. Yani wewe usiamue leo, huyu namtoza hamsini, huyu laki, huyu laki mbili, huyu milioni. Ushuru wenu uwe standard, msiwe na double standard. Mwingine anatozwa shilingi elfu hamsini, mwingine anaambiwa alete milioni kwa makosa kama haya, la kuondoka na la kuondoka na askari, hili ni kosa. Kwa hiyo hilo litashughulikiwa kipolisi, sio kwa sheria za halmashauri. We unatozaje faini askari aliyewe, una mamlaka mamlakana? Eh, sidito ndo alitakiwa akaangalie sheria yake inasemaje ikitokea basi limeondoka. Na, na askari wake we unatozaje milioni kwa sababu ukaondoka na askari. Ushuru si ungemtoza, ukaondoka nao ukaruhusu gari iende, kani o huyo ungemshikilia huyo askari huyo, si dereva si angekuja? wananchi ambao mnaenda Mwanza mkwa wananchi, poleni sana, wajimizeni mnamtoe taarifa Madereva msikubali wakafanya vitu ambavyo ni uvunjifu wa sheria barabarani. Ajali zimekuwa nyingi, toeni taarifa haraka mapema mnapoona mna mashaka na dereva ambaye anawaendesha. Watu wa namna hii msiwalinde, msiwafiche. Hawa ni wahuni, wanatakiwa kushughulikiwa kihuni sawasawa. Kwa hiyo, wewe umepanda hapa, muda uliopotea hapa hakuna anayeweza kuufidia vidogo leo mambo yenu mengi yameharibika. Hapo sikubali wanavyoendesha.